Sauti ambayo linafundisha jioni ya leo, sauti ya Mungu Amina. Sauti ya Mungu unapoisikia, auwezi ukatengeneza mauadui ma, ma, ma, ma na watu. Ukiwa umetulia vizuri na ukawa unaisikia sauti ya Mungu, huwezi kufarakana na watu, huwezi ukikaa vizuri ukatulia na Mungu. Sikiliza nikwambie, sauti ya Mungu ina majibu. Kama kuna ukorofi wa aina yoyote, aidha kwenye ndoa, kwenye jamii, kwenye taasisi, kwenye kanisa wote, chochote kinapotokea muda wowote, unachopaswa kukifanya ni kuisikia sauti ya Mungu inakupa maelekezo gani? Kwa sababu sauti ya Mungu ndio itakupa majibu sahihi, lakini ukisema ngoja nimsikilize baba nani, ngoja nimsikilize mama nani, ngoja nimsikilize fulani, sikiliza nikwambie, wanadamu sauti zao, kama nilivyokuambia mwanzo, sitakuangamiza kupoteza, kwa sababu wanadamu wana sauti nyingi, wanadamu wana ushauri wa na usha kila namna, lakini yuko mshauri wa ajabu, na yeye ndiye Kristo Yesu peke yake. Yeye ni mfalme wa falme, yeye ni simba wa Yuda, yeye alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo, na ndio nguzo yetu na ndio mnara wetu, ndiye tunaye mtumaini. Wanadamu tuliwatumaini wakatutelekeza, wanadamu tuliwatumaini wakatukataa, wanadamu tuliwatumaini wakatusukumia mbali, lakini Yesu tokea kumwamini yeye kumtegenea yeye, hajawahi kuniacha hajawahi kuniacha, ananibariki ananiinua, ananiheshimisha, ananibariki ananiinua, ananiheshimisha. Na mimi jioni ya leo ninatangaza hiyo neema ikawe juu yako, ya kumwamini Kristo Yesu, ya kuisikia sauti ya Mungu inakuinua itakuinua kibiashara, itakuinua katika ndoa. Hakuna namna utalaniwa, nana itakuwa sehemu yako. Wewe uko ndani ya Kristo, Kristo yuko ndani yako, hakuna